Habari za wakati huu. Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Taarifa kubwa ambayo iko sasa inasambaa kwa kasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni wakatoliki zaidi ya mia moja ambao wametinga ubalozi wa Vatican Tanzania, na lengo la kufika katika ubalozi wa Vatican Tanzania ni kumshitaki Padri Charles Kitima pamoja na askofu mkuu wa kanisa Katoliki kanda maalum ya Dar es Salaam askofu Ruwaichi. Sasa ni kwa nini wamefika huko? E, sababu kubwa ni nini hasa mpaka wamefika huko? Kumbuka siku za hivi karibuni tulishuhudia, walijitokeza wakatoliki watatu ambao walijitambulisha kama ni Wakatoliki, kwa pamoja wakifungua mashtaka ubalozi wa Vatican Tanzania. Kumshitaki Padri Dr. Charles Kitima na mambo makubwa mno yalizungumzwa katika mazungumzo yao, ikiwemo ya kwamba amekuwa akijihusisha na mambo ya kisiasa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini kubwa ni kwamba yote hayo yanajiri kipindi ambapo tumeshuhudia Padri Dr. Charles Kitima amekuwa ni mstari wa mbele sana kukemea maovu yanayotokea Tanzania. Kumbuka hata kabla ya maandamano ya Oktoba ishirini na tisa, Paza Charles Kitima amekuwa ni moja kati ya viongozi wa kidini ambao wanatumia nafasi yao kama viongozi kukemea matukio mbalimbali, kama vile matukio ya utekaji. Lakini pia amekuwa akiimba sana, amekuwa akiimba sana haki, ambayo tunafahamu kwamba bila haki hakuna amani. Amekuwa akiimba sana kuhusu haki, lakini pia siyo yeye tu hata viongozi wengine pia wa kanisa Katoliki, hata tamko la TEC kwa ujumla, ambalo lilitoka kupatia kila ambacho kimetokea e, kuanzia siku ya uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba na kuendelea. Tamko la TEC pia lilizungumza kwa kina zaidi, masikitiko makubwa mno kupatia maelfu ya Watanzania waliopoteza maisha, lakini kubwa zaidi kukemea matukio ya utekaji, lakini pia haki iweze kutendeka lakini kubwa zaidi ni kwamba katika tamko hilo pia imeimbwa haki kwamba bila haki hakuna amani itakayopatikana hapo. Katikati pia yakajitokeza makundi ya Kiislamu, baadhi ya viongozi wakiwakashifu viongozi wa kidini wa kanisa Katoliki, lakini pia hata mheshimiwa rais mteule Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza n na, wa, na, na wazee Dar es Salaam lakini pia kilihutubia taifa, alizungumzia kuhusu baadhi ya viongozi wa dini kuingilia mambo ya kisiasa, jambo ambalo moja kwa moja lilionekana kama ni ujumbe ambao anautuma moja kwa moja kwa teki kwamba teki wamekuwa na matamko mengi sana kipindi hiki tofauti na kipindi cha nyuma. Lakini kwa wale ambao tunawafuatilia, teki hawajaacha kuzungumza wala kukemea pale ambapo wanaona kuna mambo hayajaenda sawa. Sasa, baada ya vijana hao watatu kujitokeza na kuzungumza yale ambayo wanamshitaki Padri Charles Kitima, tukaona askofu wa kanisa Katoliki kanda maalum ya Dar es Salaam Jude Luwaichi alizungumza na kusema kwamba watu hao ni marofa, aliwaita ni marofa ambao wanasema kwamba wanamshitaki Father Charles Kitima. Sasa leo wamekuja zaidi ya mia moja ambao wamejitokeza kwa lengo la kumshitaki eh, Padri Charles Kitima pamoja na Askofu Ruwaichi. Kundi linalodaiwa kuwa la waumini wa kanisa Katoliki linalokadiriwa kufikia watu zaidi ya mia moja leo Januari 5 mwaka 2026 limefika katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuwasilisha barua rasmi ya malalamiko dhidi ya viongozi wawili waandamizi wa kanisa Katoliki Tanzania. Malalamiko hayo yanawalenga askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jude Tadeus Ruwaichi pamoja na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Dkt. Charles Kitima. Hatua hiyo imekuja kufuatia kutokuridhishwa kwa baadhi ya waumini na mauzui ya mahubiri yaliyotolewa na Kardinali Ruwaichi wakati wa misa ya Christmas Desemba 25, mwaka 2025. Waumini hao wanadai kuwa lugha iliyotumika madhabahuni ilikuwa na mwelekeo wa ukali, vitisho na hukumu badala ya kutoa faraja na mafundisho ya upendo. Hii ndio siku ambayo askofu wa Ruwaichi aliwaita wale ambao wamejitokeza na kusema kwamba wanamshitaki Padri Kitima ni marofa. Wanalalamika kuwa mimbari imetumika kushambulia waumini waliokuwa wamewasilisha hoja zao kwa balozi wa Vatican hapo awali jambo ambalo wanadai linakiuka misingi ya kichungaji na heshima ya waumini ndani ya kanisa. Malalamiko hayo yanamhusisha pia Padri Dr. Charles Kitima ambaye anadaiwa na kundi hilo la waumini kukiuka misingi ya utumishi wake kwa kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Kumbuka hapo awali walidai ya kwamba anajihusisha na siasa za chama cha Chadema. Ninaona komenti za Watanzania wengi sana lakini pia God bless Lema ameweza kuandika mambo machache, lakini pia Malisa JJ naye pia ameweza kuandika mambo machache kufuatia kundi hili ambalo limejitokeza leo. Lakini pia wakihojiwa na waandishi wa habari wamebanwa maswali kwelikweli, huku akiulizwa kuonyesha kadi zao. Pale tu walipobatizwa, wanachama wanakuwa na kadi ambazo zina namba zao, lakini hakuna hata mmoja mwenye kadi, na katika kujibu umejibu kiwepesi sana kwamba hawakutegemea kama wataulizwa swali hilo hivyo hawajatembea na hizo kadi, lakini wao ni waumini wa kanisa Katoliki Tanzania. Mtoto wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mboe James Mboe anasema kupata vichekesho kama hivi, bonyeza hashtag weka kichekesho. Lakini pia mwingine anasema wengine hata hawajui wapo wapi. Mwingine akasema kwamba waorozeshe majina yao, wafuatiliwe kama ni, ni wamebatizwa na kanisa Katoliki na wanalipa zaka. Mwingine akasema kwamba wataangukia pua na kuwaibika vibaya mno, lakini pia mwingine akasema kwamba kila mmoja apige kanuni ya imani na, na, na, na, na sadiki kwanza, afu wamalize nasara ya mtakatifu Inyasi, tuone watabaki wangapi zen wakabizi barua. Mwingine akasema kwamba kwenye huu msafara hawezi kuwakuta Wameru, Wachaga, Wahaya na Wapare, hapo ni Wapemba, Wadigo, Wagogo na Wazaramu, yaani yale makabila njaanjaa wenye uwezo wa kuuza utu wao kisa chakula ndio wako hapa. Lakini pia mwingine akasema kwamba ukute malipo ni elfu kumi, mlaaniwe na watoto wenu. Mwingine akasema kwamba waende na vyeti vya ubatizo, kipa imara na ndoa, namba za bahasha pamoja na zaka, tutawaamini. Lakini pia mwingine akasema kwamba sasa, si mngevaa tu nguo zenu za CCM. Kwa hiyo kila mmoja na maoni yake, na watu wengi wanawakosoa watu hao ambao wamejitokeza wakitembea kwenda kumshitaki Padre Kitima, lakini pia na Ruwaichi, wakidai ya kwamba alitumia maneno ya ukali siku ya Christmas, ambapo alikuwa akihutubia kanisa Katoliki, zidi ya wale watu ambao walijitokeza kumshitaki Padre Dr. Charles Kitima. God bless Lema ameweza kuposti pia picha hii ya waumini hawa na kuandika mnapiga michongo yenu kiunda kidwanzi na kiboya sana. Hamna hakili hata kidogo, ni riski sana kuongozwa na watu kama nyie. Huyu ni God bless Lema. Lakini pia kwa upande wake Twaha Moipaya ameandika, huu ujinga wote unaratibiwa na kiongozi raisi pamoja na vibaraka wake. Vita hii watashindwa vibaya sana. Yaani mtu umeua watu zaidi ya elfu kumi tarehe ishirini na tisa na 30 Oktoba, na bado unafanya ujinga huu. Lana ya Mungu na iwe juu yenu, hamwezi kuamisha mjadala, nyie wa wauaji tu hawa. UVCC M mnawatumia kama, mnawatumia kama vipeperushi, mmewapeleka ubalozi wa Vatican kumshitaki mshitaki Ruwaichi na Kitima, na wao wanaenda tu kama mabumunda. Huyu alikuwa ni eh, kada wa chama cha Chadema Twaha Mwipaya, lakini pia kwa upande wake mwanaharakati Malisa JJ naye pia amechapisha video ya waumini hao na kuandika mambo mazito mno, hufuatia hiki ambacho wanakifanya. Kwa upande wake mwanaharakati Malisa JJ, baada ya kuchapisha video ya watu hao ambao wamejitambulisha kama ni waumini wa kanisa Katoliki, ameandika eti, Wakatoliki 100 wametinga ubalozi wa Vatican kwenda kumpinga askofu Ruwaichi na Faza Kitima. Yani, unakusanya madada poa mtaani, unawaita wa Katoliki, unawaburuza na madereva na madera yao asubuhi asubuhi, hata hawajapiga mswaki. Aisee, inatia kinyaa sana. Hata kama mna elimu mbalimbali ndio mfanye vitu vya kijinga hivi? Yaani, hakuna hata mtu mmoja mwenye akili huko kwenu awashauri? Imagine hii project unaweza kukuta imeandikiwa dokezo la milioni mia mbili, na kwa sababu viongozi wengi kichwani ni low battery, wana wanasaini tu pesa zitoke, wanadanganywa. Tukifanya hivi tutamng'oa kitima pale TEC, wanaandaa igizo kama hili, wanaita media hao, wanawake wanapewa buku buku buku buku tano, game over. Aise, Nyerere angejua chama alichokiacha kingegeuka futuhi, angekifutilia mbali. Aibu gani hii? Huyu alikuwa ni mwanaharakati Malisa pia naye akiandika hapa, na Malisa tunajua anafuatiliwa na watu wengi sana. Nimeona hapa wakili Hekima Mwasipu anasema hata kaka kikundi ndio katalinda uranium isibebwe na mabeberu, vita ya uranium ni kali sana lakini pia hapa Toha Maipaya pia amekomenti, anasema namuona Maganga mwenyekiti wa CCM tawi la shina la Magulumbasi Temeke. James Mbowe ni pia nayeka komenti hapa, anasema upuuzi ni mwingi sana nchi hii. Lakini pia mwingine anasema kwamba hizi ndiyo akili za CCM. Lakini pia mwingine anasema kwamba akili za mboga mboga zimefika mwisho. Lakini pia mwingine anasema kwamba mwaka umeanza na aibu kama hizi. Lakini pia mwingine anasema kwamba kwanza, inajulikana wakatoliki wanapendeza sana, yani sana, kwenye mtoko kama huo wa Vatican ungekutana na watu wamenyuka pamba haswa na magari yao makali pembeni. Pia wangekuwa wanatembea huku wanaimba nyimbo zao, na unasikia sauti ya kwanza hadi ya nne, kisha lazima ungeona rozari za kutosha, na kila baada ya nyimbo ingepigwa tuna ukimbilia na autukuzwe Baba, kisha wanaendelea usingeona hivyo vilemba vichwani. Huyu ni mtu mwingine. Lakini pia mwingine akasema kwamba wamesahau kuwashonea sare za WAWATA na UWAKA. Kwa hiyo ni watu wengi ambao pia wametoa maoni yao hapa. Nikukumbushe, Jumapili jana nimeona mahubiri ya askofu mmoja amezungumza kwamba kuna watu eh, ambao wanataka kuliku, kuku, kuku, kulichunganisha kanisa Katoliki, yaani kuwagawanya. Akasema kwamba wanaojaribu kuwagawanya eh, wakatoliki Wan, hawawezi e, na jambo hilo halitafanikiwa wala hatugawanyiki. Ni askofu wa jimbo Katoliki Njombe Mhashamu Yusaibo Kiando alionya kuwa waumini wa kanisa Katoliki hawagawanyiki akieleza kuwa kan, katika siku za karibuni kumejitokeza jitihada za baadhi ya watu wanaolenga kuwagawa waumini hao, akisisitiza kuwa juhudi hizo hazitafua dafu. Askofu Kiando ameyasema hayo wakati wa azimisho la misa takatifu ya kukaribisha mwaka mpya, akisema kanisa Katoliki limejengwa juu ya misingi imara ya umoja ambayo haiwezi kuvunjwa wala kugawanyika. Sisi hatugawiki, sisi ni kama namba witili, huwezi kugawa namba witili ukapata matokeo sahihi. Kanisa Katoliki si namba shufwa, namba yetu haigawanyiki kirahisi, alisema Askopu Kyando akitumia lugha ya mfano kufafanua msimamo wa kanisa aliongeza kuwa kanisa Katoliki ni kanisa moja takatifu katoliki na la na, na, na la kitume, akionya kwamba mtu yeyote anajihusisha au kutumiwa katika njama za kuwagawa waumini kujiingiza katika matatizo ya kiroho na raana ya bure. Aidha, askofu Kiando aliwahimiza waumini kuendelea kudumisha umoja na mshikamano, akisisitiza kuwa mkatoliki wa kweli anayelipenda kanisa lake hawezi kufikiria kuligawa bali kufikiria namna ya kulijenga na kuimarisha umoja uliowekwa na Yesu Kristo mwenyewe. Hatugawanyiki. Mtu akisema amefanikiwa kuligawa kanisa Katoliki, ukweli ni kwamba amejitenga mwenyewe na kuasi. Hajagawanya kanisa, bali ameanzisha mwelekeo wake binafsi. Wanaodhani wanaweza kutugawa wanapoteza muda, kwa sababu kanisa Katoliki haligawanyiki wala haliwezi kugawanyika Alisisitiza. Kwa hiyo hiki tunachokiona kinaendelea ni mipango au nia ambazo maskofu wa kanisa katoliki wameyaona kwa mambo hayo yapo, lakini pia tusubirie kuona teki kama watajitokeza pia na kuzungumza, kwa sababu mambo haya yamezidi kuendelea. Walianza watatu na leo ni zaidi ya watu mia moja na ishirini wamejitokeza, lakini pia mwanzo walimtaja e, katibu wa TEC Father Padri Charles Kitima, lakini leo wamemwongezea askofu wa jimbo la, wa kanisa Katoliki eh, kanda ya Dar es Salaam wakimtaja Ruwaichi pia. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mengi mno, eh, wakiwashitaki katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Ndugu Mtanzania, tuchie mwene ni yako nini, mtazamo wako? Lakini pia kubwa zaidi, endelea kutufuatilia hapa hapa kwa taarifa mbalimbali.